Simulizi inaanzia kwa huyu binti hapa aliyekuta maiti sakafuni akaanza kupangua nyuso. Alistaajabu kuona mambo ambayo hajawahi hata kusimuliwa. Akiwa anafanya vile, mara hafla akaiona sura yake iko miongoni mwa zile sura katika ile maiti. Alipozubaa kuitizama, mara upeo wake wa kuona ukapungua na kujikuta kipofu. Wakati akiangaika pale, nyuma yake alikuwa akitazamwa na kijana mmoja anaitwa Jaken. Jaken ni mtaalamu sana wa masuala ya uchawi, yaani anaweza akaja na sura ya mtu mwingine aliyokufa na akafanya mauaji bila kusanukiwa. Binti anaitwa Arya Stark. Siku inayofuata amekaa zake na bakuli, anaomba msaada kwa raia. Tunamwona binti mwingine anaitwa the wife. Alipofika pale akamtupia fimbo na kumwamuru apigane. Arya alikuwa anahangaika sana maana hamuone anapigana naye kutokana na hali yake ya upofu. The wife alimpiga Arya lakini akawa kawa mazoea maana kila siku akawa anampiga pasi nakosa kosa lolote. Wakiwa wanapigana pale Arya akaona arudishe majibu. Mara ile fimbo ikadakwa na mwalimu. Mwalimu akaanza kumchimba Arya kutaka kumfahamu zaidi lakini Arya alikazaa na kusema kwamba yeye hana jina na wala hajifahamu yeye ni nani. Kila alichoulizwa alijibu kuwa msichana hana jina. Kila kitu ambacho likuano, alizu, alikuwa anaulizwa alikuwa anajibu hivyo tu. Kila kitu kilimfikirisha kidogo mwalimu kisha akamchukua Arya na kwenda naye kambini. Anafika pale anapokelewa na pambano zito, lakini kwa bahati anafanikiwa kumsukuma mbali the wife. Kila kitu mwalimu anakiona hivyo, anamwambia the wife aondoke eneo lile. Kisha mwalimu akamwambia Arya kuwa kama akimtajia jina lake, basi atamrudishia macho yake. Arya akakazania na msimamo wake tu, kwa binti hana jina. Kisha mwalimu akamchotea maji kutoka bwawani na kumpatia ili anywe. Baada ya kunywa anafumbua macho, anajikuta eneo ambalo yeye halifahamu. Huko swali la kwanza la mwalimu lilikuwa ni wewe ni nani? Arya akajibu hajujui. Kisha mwalimu akampatia chupa iliyokuwa na sumu na kumpa mtihani wakwenda kufanya mauaji kwa mtu fulani hivi. Pamekuja kikundi cha sanaa kipo jukwaani kinaonyesha historia ya mfalme fulani hivi ambaye aliangamizwa kutokana na mambo fulani ya kitawala, ni kama vita ya kiutawala hivi, by the way ndio ilisababisha hayo yote. Ari alikuwepo akitazama tamasha lile kwa mbali, ila akiwa na mengi sana kichwani mwake. Baadaye Ari akaingia ndani na kuchanganya ile sumu kwenye kinywaji. Wakati anataka kuondoka yule mhusika akamwita na wakawa wanaongea mambo mengi sana. Ari akaja kugundua kuwa yule mtu ambaye ameambiwa yeye amuue ni mtu mwema sana. Yule binti akamimina mvinyo ili anywe, Ari akaepusha ile glasi mbali kabisa nayeye yule manzi alishangaa. Arya akamwambia kuwa awe makini, maana kuna mtu anataka amuue. Lile tukio lilishuhudiwa na the wife na moja kwa moja akaenda kumweleza mwalimu. Arya akajua kabisa sasa atakuwa hatarini, maana hajakamilisha kazi aliyoagizwa, hivyo akaenda mahali akautoa upanga na kwenda kuuza ili tu apate pesa ya kutoroka eneo lile na kurudi nyumbani kwao. Alipotoka pale alienda darajani kwenda kutazama jua linavyozama, huku akiwa na ndoto za maisha mazuri kweli kweli. Mara akaja bibi kikongwe na kumwita ile. Arya anageuka tu, ile bibi akamchoma choma visu. Arya anakuja kugundua kuwa hakuwa bibi bado alikuwa the wife. Alivaa taswira ya mzee na amepanga amuue Arya. Akamsukuma haraka na kujitupa majini. Baadaye tunamwona Arya mtaani, watu wanamshangaa maana alikuwa anavuja sana damu kuliko kawaida. Akaenda kwa yule mwanamke aliyezuia asiuawe na kujificha kwake, akapatiwa glasi ya waini. Alipomaliza kunywa tu akalala. Pamekucha asubuhi, anasikia sauti ya ajabu kidogo, anatoka nje, anakuta yule mwanamke tayari kashauawa tena kikatili mno. The wife ndiye alifanya mauaji yale na bado alikuwa anataka kummalizia Aira, maana alikuwa na kisasi naye, kisa alimsukuma kipindi cha nyuma kwenye pambano. Arya akasanuka, kwa hiyo haraka akaruka dirishani huko wakati huo the wife akimfukuzia kwa nyuma, Ari alikimbia mwisho akaenda kujificha katika kajumba kamoja hivi. The wife anafika pale anaamuru ashike upanga ili amuoe akiwa vitani. Ari ananyua panga na kuzima mshumaa. Baada ya ukimya muda mrefu, mwalimu huko kambini anastaajabu kuona damu sakafuni. Alipopandisha uso wake juu, alistaajabu kumuona na senior, yani mwanafunzi wake alimwamini akiwa yuko tayari ameshauawa. Wakati huo Ari akaja nyuma ya mwalimu akiwa na upanga na kumuuliza kama alimtuma the wife kwenda kumuua na wewe unastahili hapo ulipo. na hatimaye binti si mtu yoyote, yani hana jina. Arya akajibu, binti ni Arya Stark kutoka Winterfell na narudi nyumbani kwetu. Baada ya mazungumzo, akageuka na kuondoka. Usiku umefika, binti anaandaa chakula kwa mzee mmoja hivi. Yule mzee alivyokosa haya, akampiga yule binti kofi, kisha akamwamuru awaite wa wamiliki wa mgahawa. Binti akawajibu kuwa tayari wako pale. Mzee akaanza kuangaza macho, lakini hapakuwa na mtu yoyote. Yule yule binti akamwambia aangalia kwenye chakula chake. Yule mzee anatazama, yani haamini kabisa, huku binti akimwambia haikuwa rahisi kabisa kuwapata tena Black Walda. Yule mzee alizidi kuwa na hofu na wasiwasi, binti akaondoa maski usoni mwake. Ebwana, kumbe alikuwa Arya Stark. Akajitambulisha kuwa yeye ni Arya Stark na anataka afahamu kwa kitu cha mwisho atakachokiona usoni mwake ni tabasamu la Stark wakati anakufa. Yule mzee akataka kukimbia, lakini Arya chapo akapita naye kitaalamu, yule mzee akiwa na kuruka pale. Arya alibaki na tabasamu baada ya kumaliza kazi yake. Ebwana, huu mzigo ni wa moto kwelikweli. Mimi nakwambia tu, kama bado hujafuatilia, basi nienda kuufuatilia sasa hivi, kwa sababu una mambo mengi mazito na utapata kufahamu Arya Stark alitokea wapi. Hii ni Dani movie review. Usisahau kusubscribe na kushare comment yako nasi, tunajali sana maoni yako. Ciao, till next time.